Tanroads wawaasa wafanya biashara wilayani Manyoni kuto kutumia hifadhi ya barabara kufanya biashara zao, bali watumie maeneo yaliyopangiwa na almashauri. Kwa maelezo zaidi, tumsikize mhandisi Yohana Mbegalo. kufanya biashara au maendelezo mengine yoyote ndani ya eneo hili. Kwa hiyo tumekuja hapa baada ya kusikia kwamba mmevamia maeneo haya bila kibali, ni sawasawa na mtu ana nyumbani kwake au ana shamba lake afu wewe uka, uende ukaanza kufanyia kazi pale. <coughs> Hiyo inakuwa sio sawasawa. Kwa hiyo ile eneo lote ili mpaka kule, tutafanya utaratibu, tutawapa notisi fupi sana, kwa sababu nyie me, mmevamia. Ndani ya wiki moja muwe mmeondoa, tutawapa notisi. Notisi hizo zitakuja kesho. Wote tunawaorodhesha watu wote mpaka kule mwisho na kule barabara nzima, ili tuwape barua rasmi kwamba maeneo mnayofanyia biashara sio maeneo rasmi kwenu. Mwonane na uongozi wa halmashauri wawaonyeshe maeneo ya kufanyia biashara, sio kando kando ya barabara, sawa sawa. Pia mtendaji wa mamlaka ya mji mdogo, Paulo Lenjima, alikuwa na haya. Eneo la soko na tumeshawapangia eneo lenu, lipo hapo mnada huu wa zamani huyu. Mimi rai yangu kama mmepewa siku saba na maeneo kule sisi tulishawapangia, ni vizuri kila mmoja achukue hatua arudi sehemu yake. Unajua kuna kipindi si vizuri kubishana na sheria ambazo zimewekwa, tuheshimu sheria za nchi. Kwa hiyo kwa yule ambaye labda alikuwa hajapata eneo, ni vizuri akatuona sisi kama mamlaka husika, tukamwonyesha eneo lake akapanga. Lengo letu sisi kwa wananchi ni lipi? Kwa nataka kila mmoja afanye biashara lakini kwa utaratibu, sio yani inawezekana kwamba kila sehemu ikawa ni sehemu ya biashara hii na biashara hii. Kwa hiyo mimi naomba sana, maelekezo ya TANROADS yametoka. Yule ambaye anahitaji eneo, sisi hapa mnada wa zamani tunalo. Nenda kwa mwenyekiti wako kitongoji, kauzishe jina haraka, majina ya dadia unajua kata yatakuja kwenye mji, tutaende kuwapanga sisi wenyewe. Sawa jamani, eneo la mitumba tulishalipanga eneo la matunda tumelipanga, eneo la samaki tumelipanga. Kwa hiyo chukueni hatua kwa sasa. Pamoja na hayo, mtendaji wa kata ya Manyoni Ewani Simkonda aliwataka wananchi kujua sheria wenyewe, katika hifadhi yao ya barabara hawahitaji biashara ifanyike. Sawa, na wamesema watatoa notes kwa wafanyabiashara ambao wako ndani ya nini ya rezervu, na kama tayari mtu uko ndani ya rezervu, maanake wamevunja nini sheria. Sheria haihitaji mkutano Sindio, sheria inatakiwa kutekelezwa. Cha msingi wananchi tusubiri, sindio, notes za watu wanaotakiwa kufanyaje kuondoka. Ila ukijiona kataliko kwenye makosa, jiandae mapema kufanyaje kuondoka. Ila kama unaona unasubiri notes, sindio, subiri nini notes. Lakini maelekezo ya Tanroads ni kwamba reserve yao 22 huku 22 huku, si ndio, ambao sasa watakuja kuzipima. Wale ambao watakuwa ndani wote watapewa notes ya kufanyaje ya kuondoka kwa hiyo anaona kwamba ni bora nijiandae mapema, si ndio? Kujitafutia basi, wametoa ala kwamba hawaanze kufanyaje, kujitafutia maeneo mengine.